Hata ingawa amezungukwa na mapenzi na washauri, kiongozi mmoja wa Ulaya alikiri muda fulani uliopita kwamba katika nyakati muhimu zaidi za maisha yake alijikuta akipitia hizo nyakati akihisi upweke kabisa. Albert Einstein aliwahi kuandika kwamba aliona ni jambo la ajabu kujulikana kote duniani na bado kuwa mpweke sana. Miaka michache tu iliyopita waziri mkuu wa Uingereza alianzisha ofisi mpya kabisa katika serikali na kisha akateua waziri mpya kuongoza ofisi hiyo. Cheo cha waziri huyu mpya, jiandae kwa hili, waziri wa upweke. Jukumu kuu la afisa huyu wa serikali ni kubuni njia za kukabiliana na tatizo linaloenea ambalo linahisiwa na l watu wengi sana. Kwa kweli, wakati ofisi hiyo ilipoundwa na serikali ya Uingereza, waziri mkuu alisema kwamba watu wengi sana wanateseka na hali halisi ya maisha yenye huzuni. Sasa ikiwa unafikiri hali hii ya huzuni ni kwa wasioamini tu, basi huenda hauko mkweli kama Mkristo na nahakika hujasoma Zaburi kwa makini sana. Hisia za upweke zinaweza kuingia kwa urahisi moyoni mwa mo Mkristo. Mwandishi wa Zaburi Daudi aliandika kwamba moyo wake ulivunjika, na na kulikuwa na nyakati ambapo hakuweza kupata mtu yeyote aliye tayari kulia naye au kumfariji. Inanikumbusha William Carey, ehe, anayejulikana kama baba wa misheni za kisasa, mtu mwaminifu mcha Mungu ambaye aliathiri nchi ya India wa injili. Kweli aliwahi kuandika kwamba alitamani rafiki ambaye angeweza kumweleza mzigo wa roho yake lakini lazima nikuambie, Zaburi hii inayofuata katika safari yetu ya hekima ni zaburi iliyoandikwa na mtu mwenye upweke. Sasa, kichwa maandishi ya juu hapa ya Zaburi 88 na inasema inapaswa kuimbwa kulingana na hiyo, inahusu kuwa na huzuni au kukata tamaa. Kwa hivyo, nadhani hii ilikuwa mstari wa melodi ya huzuni sana, inawezekana iliandikwa katika ufunguo mdogo sasa mtunzi wa wimbo huu wa huzuni ni Hemani Mwezerahi. Anaonekana mapema katika moja wa Falme saa nne na madakika thelathini na moja kama mtu mwenye hekima na kisha tena katika moja Mambo ya Nyakati sita, anaongoza moja ya kwaya za Waisraeli pale hekaluni. Licha ya uzoefu na huduma yote hiyo, Hemani anapambana hapa na upweke. Sasa hatujui kwa nini, hatujui hasa kilichotokea katika maisha yake kumfikisha hapa lakini anamlilia Bwana kwamba hana tena marafiki. Anasema hapa katika mstari wa nane. Anamlilia Bwana kwa sababu inaonekana kama Bwana amemsahau kabisa, hapa chini katika mstari wa kumi na nne. Hata analia kwamba rafiki yake wa karibu sasa anamkwepa hapa katika mstari wa kumi na nane. Mtu huyu anakabiliwa na upweke. Mwandishi mmoja aliandika kwamba upweke unaweza unaweza kuwa rafiki kwa namna ya kusema u uh, wakati unatulazimisha kutafuta urafiki wa Mungu kwa kweli, kutafuta urafiki wa Mungu zaidi ya tunavyohitaji urafiki wa wengine. Na hicho ndicho hasa Heman anatufundisha hapa. Kwa kweli, anatuonyesha kile ninachotaka kuita leo, hatua mbili za kuchukua katika kukabiliana na upweke. Kwanza, mwaga moyo wako mbele za Bwana. Hemani anaandika hapa katika mstari wa moja wa Zaburi themanini na nane E Bwana Mungu wa wokovu wangu, nalilia mchana na usiku mbele zako. Chini katika mstari wa tisa kila siku nakuita E Bwana, nanyosha mikono yangu kwako. Kisha tena katika mstari wa kumi na tatu lakini mimi E Bwana nakulilia, asubuhi sala yangu inakujia. Hmm, yuko peke yake na Mungu akimwaga moyo wake. Inanikumbusha kuhusu Abraham Lincoln ambaye aliweka hivi alipokuwa kihudumu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Marekani, alisema kulikuwa na nyakati nyingi ambapo alilazimika kupiga magoti kwa sababu hakuwa na mahali pengine pa kwenda. Naam. Heman kimsingi yuko chini ya magoti yake hana mahali pengine pa kwenda. Uh, kwa kweli, wakati yuko chini hapa akiomba, anafichua hasira yake kwa Mungu pia. Anasema hapa katika mstari wa nane kwamba, kwamba, kwamba Mungu ndiye aliyesababisha marafiki zake kumwacha. Kwa maneno mengine u uh, Bwana, wewe uko nyuma ya haya yote. Unajua unapomwaga moyo wako mbele za Bwana. Hiyo inamaanisha unamwaga kila kitu. Unamwaga kila tone la machozi, hata machozi ya hasira na Mungu. Nikwambie Mungu ni mkubwa vya kutosha kushughulikia hasira zako na zangu. Kwa kweli, tayari anazijua Zote. Kwa hivyo mwaga yote mbele za Bwana, mtwike yeye wasiwasi wako wote, mahangaiko yako yote, asira zako zote, maumivu yako yote, kwa sababu anakujali. moja Petro tano husaba. Kwa hivyo mwaga moyo wako mbele za Bwana. Sasa hapa kuna hatua ya pili ya kuchukua, hukumbatia wanakwa moyo wako kwa maneno mengine unapojikuta bila marafiki, chukulia hiyo kama mwaliko wazi kutoka kwa Mungu. Uwa rafiki yake kama kamwe kabla. Kile ambacho Heman haelewi ni kwamba kila wakati anapokwenda kwa Bwana kulalamika kuhusu ukosefu wa marafiki, kwa kweli anaenda mahali sahihi. Anaenda kwa Bwana. Sasa hatujui kutoka kwa Zaburi hii, lakini tunajua kutoka kwa vifungu vingine kwamba Heman haachi anaendelea kuongoza waya israeli nafurahia kusoma alexander maclaren ambaye aliandika kuhusu zaburi hii zaidi ya miaka mia moja iliyopita mungu kamwe haumbi upweke karibu na nafsi bila kutaka kuijaza na yeye mwenyewe naam mtunga zaburi daudi aliweka hivyo katika zaburi 62 kwa mungu peke yake e nafsi yangu subiri kwa kimya tumaini langu linatoka kwake. Yeye pekee ndiye mwamba wangu, kimbilio langu ni Mungu. Sasa Zaburi 89 imewekwa katika mstari unaofuata na ni zaburi ya mwisho sasa katika kitabu cha tatu. Inawezekana zaidi iliwekwa hapa ili kutoa faraja kwa msomaji kufuatia wimbo huo wa huzuni ulioandikwa na Hemani. Sasa maneno kadhaa yanarudiwa katika zaburi hii utasoma eh, maneno kama uaminifu na milele na upendo dhabiti na agano, na unaweza kuyapigia mstari kwa njia jumla ya mara 27 katika zaburi hii. Sasa mwandishi wa zaburi hii maalum ni mtu anayeitwa Edhani, mmoja wa watu wenye hekima waliokuwa wakihusishwa na utawala wa mfalme Sulemani. Alikuwa pia mmoja wa wakurugenzi wa kwaya katika nchi ya Israeli. Edhani anatupa hapa historia ya kitamali ya taifa na inaonekana kama anahangaika juu ya kuvunjika kwa mwisho wa ufalme. Hata hivyo kutoka kwenye mstari wa ufunguzi wa Zaburi hii Edhani anatambua upendo dhabiti wa Mungu. Mstari wa kwanza unafunguka na haya, nitaimba rehema za Bwana milele, wa kinywa changu nitajulisha uaminifu wako wa vizazi vyote. Sijui kama wewe ni mzee wa kutosha kutambua hilo, lakini hilo lilikuwa wimbo wakati nilipokuwa mtoto na tulikuwa tukiimba hivyo, nitaimba rehema za Bwana milele. Basi hapa katika mistari ya kumi hadi kumi na nane Edhani anakumbuka uaminifu wa Bwana katika kuonyesha nguvu zake dhidi ya maadui wa Israeli. Kisha anaendelea hapa katika mistari ya kumi na tisa hadi thelathini na saba kukagua uaminifu wa Bwana kwa agano lake na mfalme Daudi. Sasa Daudi atakuwa na mwana atakayekaa kwenye kiti cha enzi milele, inasema. Hata hivyo, mwanawe Sulemani aliasi na kiti hicho cha enzi hatimaye kilitoweka kutoka katika nchi. Haijarudi hadi leo, ikiwa umekuwa ukisoma habari, lakini lakini siku moja itarudi, wakati mwanamkuu mzao wa Daudi Bwana Yesu Kristo atatimiza ahadi hii na ataketi kwenye kiti cha enzi katika ufalme wake ujao. Kwa njia Bwana anafanya nini katika karne hizi zote zinazopita? Unajua, wakati yeye wakati yeye haonekani kufanya chochote kuonyesha kwamba yeye anaketi kwenye kiti cha enzi au labda uwepo wake. Basi wacha nikuambie, yeye ye yuko kazini, yeye ye yuko nyuma ya pazia. Kwa kweli, yeye anaandaa jukwaa kwa kile atakachotimiza baadaye. Bwana yuko wapi wakati wa upweke wetu na tamaa? anafanya nini? Vema, yuko kazini. Yeye yuko nyuma ya pazia. Kwa kweli, yeye anatualika kumtazama kama mwamba wetu pekee na kimbilio letu. Kwa hivyo, wacha nikutie moyo leo, usihukumu uaminifu wa wa Mungu kwa msingi wa kile unachohisi au au kile unachoona. Amini neno la Mungu. Yeye yuko kazini. Yeye anafanya kazi nyuma ya pazia. Yeye anafanya kazi nyuma ya pazia kwa niaba yako. Yeye anaandaa meza kwa kusema hivyo, kwa kile atakachokuletea baadaye maishani mwako. Kwa hivyo, weka hisia zako, weka moyo wako na akili yako kwenye uaminifu wake thabiti, uhakika wa neno lake, kwa sababu Mungu hajawahi kukupa ahadi, mpendwa, ambayo atashindwa kuitimiza. Kwa hivyo wakati wa nyakati za upweke Wakati wa nyakati ambapo harakati za Mungu haziwezi kugundulika, basi hizo ni nyakati maishani ambazo zinatoa mwaliko wazi wa kumgeukia yule pekee ambaye hatakuacha wala kukutupa. Mwinjilisti, mjane na mwandishi Elizabeth Elliot aliwahi kuandika, unapokuwa mpwekea, tumia utulivu huo kutuliza moyo wako mbele za Mungu na kumjua yeye kweli. Hiyo inasikika kama Daudi.